Tukisalia huko huko magharibi, tusalie hapo kaunti namba 38 ambapo polisi walazimika kutumia vitoa wa machozi kufungua barabara ya Kisumu kwenda Busia huko Vihiga, baada ya wakazi wa Emuhaya kufunga barabara hiyo kwa saa kadhaa wakilalamikia kuongezeka kwa visa vya ukosefu wa usalama. Waandamanaji waliwasha moto barabarani na kuwa shutumu maofisa wa polisi kwa uzembe kazini, wakidai kuwa washukiwa wa uhalifu hujificha mara kwa mara. Nataka audience kutoka kwa OCPD na OCS wa hii area waseme ni nini haswa wanafanya wanatoa vijana wakishikwa, wanatoa vijana tena wanarudi sasa ndio kwa sababu tunataka watusikilize, tuongee nao, watuambie ni nini haswa ambayo inafanya kuna ukosefu wa usalama huku. Mbali na West Bunyore Lodge, watu wa Emuhaya West Bunyore wanapouawa, wakipeleka kompleni kwa polisi hakuna action yote imechukuliwa kufikia kwa mwenye nafaa atolewe jana mwenye wanakataza hata awezi tolewa ni watu tisa wenye wameumizwa ni zaidi ya watu kumi, na hakuna mmoja hata kaliprit ameshikwa. Tukishika wasifu wanawatoa. Kazi yao ni kusimama kwa pool, wanacheza pool na waacha tukiuawa.